Kuna wakati mtoto mchanga anaweza kupandisha joto lakini pia kujinyonga tumbo, na baadhi ya wazazi hawafahamu hali hii inamaanisha nini hasa. Katika mada yetu tutaangalia mtoto anapojinyonga tumbo lakini pia anapandisha joto, hali hii humaanisha nini na utaweza kuchukua hatua sahihi baada ya mada hii. Hapa utakuwa naye daktari Lenny Komba anayekuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado hujaungana nasi, basi bonyeza alama ya subscribe kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia kwa, kwa nini mtoto anajinyonga tumbo, kujinyonga tumbo huku akiwa analia. Hali hii si hali ya kawaida kwa mtoto. Tunatamani mtoto au tunatumaini mtoto awe ni mchangamfu na awe na furaha muda wote, lakini anapojinyonga tumbo lakini akawa analia pia, hali hii inaweza ikaashiria vitu vifuatavyo. kwanza kabisa hali hii huashiria gesi kujaa tumboni. Hii ni hasa kwa wale watoto ambao wananyonya kwa, wanapoinyonga mara nyingi anaweza akaashiria kwamba gesi imejaa tumboni, ni mama hukumbeua baada ya kunyonyesha. Tunashauri mara tu baada ya mtoto kunyonya, kisha maliza kunyonya, mama unamuweka begani yule mtoto, alafu unamtoa gesi. Kwa hiyo ishara ya kwanza ni tumbo kujaa gesi. Ishara ya pili inaweza ikashiria kwamba mtoto huyu anataka kupata haja kubwa, kwa hiyo atahitaji kupata haja kubwa, kwao anahitaji kusaidiwa ili apate haja kubwa. Kwa mama na kwa mtoto anajinyonga, unaweza pia ukaona hivyo kwamba anahitaji kupata haja kubwa. Ishara ya tatu na kwa mtoto amejinyonga, na hasa amejinyonga tumbo, ni kwamba huyu mtoto anaweza kuwa na shida ya mfumo mwingine wa chakula hali ambayo inahitaji uangalizi wa karibu wa daktari au ushauri wa daktari. Mara nyingi unaweza ukashanga hata baada ya kwenda kupata haja kubwa anabaki anajinyonga, lakini pia mtoto huyu hata baada ya kumtoa gesi bado anajinyonga, basi mfahamu kwamba hali hii inaonyesha kwamba anaweza akawa na shida ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, yaani digestive system ambayo inahitaji uangalizi wa, wa kitabibu na uangalizi wa, wa haraka kitu kingine ambacho kinaweza kikashiria mtoto anajinyonga sana ni kwamba mtoto huyu hajapata choo siku nyingi, takribani kuanzia masaa mbili au siku tatu. Ni kawaida kwa mtoto sema kupitisha siku bila kupata choo kubwa, kwa sababu yule bado ajaanza kula vitu vingi. Kwa hiyo kuna wakati natokea kwamba mtoto huyu anakuwa na choo kigumu, kwa hiyo anapata choo kigumu atajinyonga nitakuwa ni ishara ya constipation, na mara nyingi huwa anatana na kutopata choo takribani siku tatu. Kwa maana mtakapokutana na hii hakikisha unaonana na daktari mara moja. Muda mwingine mtoto anajinyonga tumbo kuonyesha kwamba ana njaa na anahitaji kupewa chakula ili aweze kula na kushiba na kuendelea na mambo mengine. Kwa hiyo mtoto anapojinyonga, mwingine washiria kwamba anahitaji kula au anahitaji njaa. Kitu kingine ambacho kinaweza kikashiria mtoto anajinyonga tumbo ni kwamba mtoto huyo yupo katika hali ya ubaridi, au anawashwa, au anapitia changamoto fulani, anahitaji kubadilishwa. Kwa hiyo, mkagoe mwanao anapojinyonga na kulia, hakikisha kuna mkagoe mwanao ujue kitu gani ambacho anakihitaji, ili uweze kuchukulia hatua ambayo inatakiwa. Kwenye upande wa homa, mtoto anapopandisha homa anaweza akawa na kuwasha, inaweza ikawa ni ishara ya vitu vingi. Kwanza inaweza ikawa ni ishara ya maambukizi ya bakteria ya mapema, tunaita early neonatal sepsis. Mara nyingi hutokea kwa mtoto kuanzia pindi anapozaliwa mpaka siku ishirini na nane na kuendelea. Inaweza ikawa ni ishara ya maambukizi ya bakteria, na mara nyingi watoto hawawezi kuongea, wanarespondi kwa kupandisha joto inaweza pia ikawa ni ishara ya ugonjwa mwingine wa malaria au ugonjwa mwingine wa ambao ni unaweza kusababisha kupandisha joto, lakini pia inaweza kashiria pia aleji fulani. Mara nyingi inaweza ikaambatana na vipele au ikaambatana na kitu fulani au ikaambatana na kuharisha, kwa hiyo inaweza ikaashiria kwamba kuna aleji ya kitu fulani pindi ambapo mtoto anapandisha joto. Kitu kingine ambacho kinaashiria mtoto kuwa napandisha joto Mda mwingine ni mabadiliko ya mazingira, lakini mabadiliko ya vitu fulani, mfano mwingine anapochomoza anaweza akawa anapandisha joto, lakini sio mara kwa mara. Lakini kubadilisha mazingira fulani o huyo anaweza akawa pia anapandisha joto mara kwa mara. Sasa, nini ufanye unapoona mwana anapandisha joto au anajinyonga? Ni vyema kaaa daktari mapema ili ya kushauri kwa sababu mtoto na Baadhi ya wazazi wanataka kutoa mambo ya kiafya. Sasa, kama hauna taarifa ya mambo ya kiafya basi uwasiliane na daktari au nenda katika kituo cha afya kilichopo karibu ili uweze kupata usaidizi na uweze kusaidiwa katika kutunza afya ya mwanao. Uliko na daktari Lenny Komba, asante kwa kusikiliza, nakutakia siku njema na Mungu akubariki.